Mandhari yanayopatikana kwenye Wema Hauozi. Mandhari yanayopatikana kwenye Wema Hauozi. Mandhari ni sehemu ambapo matukio katika kazi ya fasihi kutendeka. Katika tamthilia ya Wema Hauozi ambayo imeandikwa na Daktari Arege ina mandhari yafuatayo: mandhari katika sehemu ya kwanza kuna nyumbani kwa Mabula um, na kuna mandhari ya wakati ambao ni alasiri. Kuna nyumbani kwa Mabula wakati wa usiku. Uh, kuna nyumbani kwa Mabula usiku wa manane. Sehemu ya pili tunaona baada ya mwezi mmoja, kuna nyumbani kwa Mabula asubuhi, shambani, mkahawani, nyumbani kwa Buba kwa Mabula wakati wa jioni. Kuna ofisi ya mkurugenzi Hiza wakati wa asubuhi. Kisha kuna sehemu ya nne, mkahawani, kisha kuna nyumbani kwa Mabula wakati wa alasiri na nyumbani kwa Mabula jioni. Umuhimu wa mandhari: mandhari hutumiwa ili kuleta mambo mengi, ni eh, kipengele muhimu sana katika kazi ya tunataka tuangalie umuhimu wa mandhari ah, yaliyotumiwa katika tamthilia hii ya Wema Hauozi. Kwanza, kusaidia msomaji kuelewa hali na uwezo wa kiuchumi wa wahusika. Kwa mfano, tukiangalia nyumbani kwa Mabula tunaelewa kwamba hawana kipato kikubwa, kwa sababu wana sofa kuukuu, ukilinganisha na kule ofisini kwa mkurugenzi kulikuwa nadhifu. Ukiangalia hata mavazi ya Mabula uh, yanaonyesha uchochoni hivyo uh, kwamba hata nguo zilikuwa zina mwaya kwaya. Uh, a uh, jambo la pili, mandhari utumiwa kudokeza maudhui ya kazi ya fasihi. Kwa mfano, katika mandhari ya shambani tunadokezewa maudhui ya kazi ya bidii mkahawani tunapata maudhui ya starehe na anasa. Vilabuni tunapata matumizi ya vileo na anasa au starehe pia. Katika ofisi ya mkurugenzi tunaonyeshwa maudhui ya kazi, uzalendo na kadhalika pia. Nyumbani kwa Bi. Buba vini... tunaona maudhui ya elimu, mabadiliko, bidii ukarimu na utu yakidokezwa. Pia mandhari huweza kutumia kubainisha sifa za wahusika, kwa mfano Bibuba tunamuona akiwa mkarimu, kwa sababu yale mandhari kule kwake, tunamuona akiweza kuwa mkarimu kuelekea kwa Mishi pale ambapo anampa kibaba cha unga. Licha hayo tunamuona akiwa ni mchapakazi, alikuwa aki pia tunaweza kuona sifa za wahusika kama Dama ambaye ni mdadisi, pale ambapo ameamka akampata mamake anaendelea kufuma sweta na anaanza kumuuliza maswali. Pia tunawaona kupitia mandhari ya nyumbani kwao Mabula na Mishi wakiwa wana sifa za watu ambao ni wabishi kwa sababu wanashakau chao haya. Pia mandhari huweza kudokeza wahusika wengine, kwa mfano kutokana na maud... mandhari ya nyumbani kwa Mabula naona Shila na Saisi wakiweza kutajwa. Pia pale katika ofisi ya mkurugenzi naona wahusika wengine wakitajwa ambao waliweza kuagana kwamba Ah, Mabula apewe ile kazi kutokana na sifa nzuri au jina jema lilokuwa nalo. A, tunaona mandhari yakitumiwa kujenga ploti. Ploti huwa ni ujenzi wa vitushi tangu mwanzo hadi mwisho. Tunaona mandhari ambayo yametumiwa tangu mwanzo hadi mwisho mwa tamthilia ya Wema Hauozi yameweza kudokeza au uchangia katika ule ujenzi wa vitushi. Kwa mfano, mwanzo tunaona pakiwa na mgogoro unaanza baina ya Mishi na Mabula, unaendelea hivi kwamba hata wana kuna ule upeo, na baadaye tunaona kuna ule mfumuko pale ambapo wanaanza kupata utatuzi wa migogoro yao kwa mfano uh, Mabula kupata kazi na kadhalika. Jambo lingine ni kwamba mandhari huleta uhalisia, hivi kumwezesha msomaji kupata uelewa mm, relatability mm. Hivyo uh, inakuwa ni mambo ambayo inaweza kuaminika, inakuwa ni ya kweli. Pia tunaona mandhari hutumiwa kuhamasisha hisia za msomaji kwa mfano unaposoma um, hadithi uh, samahani tamthilia ya Wema Hauozi, tukiangazia mandhari ya nyumbani kwa Mabula tunapata au hisia ya furaha inaweza kuchochewa pale ambapo tunapata kwamba uh, Mabula na furaha amepata kazi eh, na kadhalika ah, kuna huruma ambayo unaweza kujitokeza pale ambapo ah, kuna hali ya ugumu. Tunapoangalia mazungumzo baina ya Mishi na Bibuba kule nyumbani kwa Bibuba wakati wa magharibi, pia uweza kudokeza dhamira ya mtunzi kwa mfano ukiangalia katika tamthilia ya Wema Hauozi unaona kwamba changamoto katika asasi ya ndoa umeweza kupewa kipaumbele kwa sababu mwandishi Timothy Arege ameweza kutumia mandhari ya nyumbani kwake Mabula kwa wingi, hivyo kudokeza dhamira yake au lengo kwamba alikuwa anataka kuonyesha changamoto katika asasi ya ndoa. Pia unaweza kutumiwa a mbinu kuendeleza mbinu za lugha. Kwa mfano, katika nyumbani kwa Mabula tunaona monoloji imeweza kutumia ule uzungumzi nafsia, hata kuna kando, naona akiuliza aki hadhira yake wangefanya nini, kutuacha katika hali ya taharuki kutokana na ule mtanziko ambao umejikita katika tamthilia hiyo, hadi wakati mwingine nimekuwa ninaudhe wako vikerubo. Kwaheri, asante kwa kuzidi kusubscribe, kushare, kulike na hata kucomment. Nina furaha sana na waenzi, aheri.